Waarabu wanaendelea kutoa kichapo kwenye kundi D Kafu Confederation Cup ambapo mpaka sasa klabu ya Al-Masri kutokea nchini Misri ndiyo inayoongoza kwenye msimamo wa kundi D michuano ya Kafu Confederation Cup, mara baada ya kuitandika Zesco United chuma tatu kwa mbili na kufanya kuwa full time Zesco, eh, Zesco United mbili, eh, Al-Masri 3 hapa Zesco wameweza kupigwa akiwa nyumbani, huku magoli ambayo amefungwa nimefungwa na Fred Michael Caulbran de dakika ya tano na Peter Peter, Msukuma dakika eh, ya themanini na saba kwa upande wa Zesco. Kwa upande eh, wa Almasiry aliyefunga goli ni Mohamed Hashmo dakika ya nne alafu Mounda Temin dakika ya ishirini na tano na Abdelrahim Degram dakika ya, isti, ya sitini na nane na kuifanya Almasiry kuweza kuibuka na eh, na goli hizo tatu kwa mbili. Na katika msimamo wa kundi hili D kwenye michuano ya shirikisho barani Afrika, basi inaongoza kwa pointi ni Almasiry FC, Almasiry FC ambao wenyewe wamecheza mechi mbili, lakini hawajapoteza mechi yoyote, wala hawajaruhusu goli lolote. Na hapo E, tofauti ya goli ni sifuri, na, ni sifuri na ana pointi sita. Ya pili ni L Zamalek FC hutokea Misri nayo imecheza mchezo mmoja, e, ina, ina, ina pointi tatu huku Kaiza Chiefs pamoja na Zesco wenyewe wakiwa wamecheza. Kaiza Chiefs amecheza me mechi moja ana pointi sifuri. Zesco amecheza nyuma mechi mbili ana pointi eh, pointi sifuri naye hivi na kufanya Almasi kuwa kwenye nafasi kubwa zaidi pamoja na El Zamalek ya kuweza kutinga hatua ya robo finali kwenye michuano ya ya kombe la shirikisho barani Afrika na kuwafanya Waarabu kuwa ni tishio zaidi kwa timu kama Kaiza Chiefs kutokea Afrika Kusini, Zesco kutokea kutokea Zambia, lakini El Zamalek kutokea Misri na Almasiry kutokea Misri, kuwa ndio babe kuliko hizi timu ambazo zinatokea kusini mwa jangwa la Sahara.